Shalom, wana na warithi wenza wa baraka za Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu kwenye kipindi chako kizuri cha Raha. Kipindi ambacho kinakuletea uchambuzi wa filamu mbalimbali, hususan filamu zile ambazo kwa kiasi kikubwa zimechangia Injili ya ufalme wa Mungu kusonga mbele. Kwenye kipindi chako cha Raha katika siku ya leo, tunaendelea na uchambuzi wetu wa filamu ya Yesu. Tufanye nini? Imeandikwa nini katika sheria? Unaifafanua vipi? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na umpende mwenzako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sawa, fanya hivyo nawe utaishi. Na mwenzangu ni nani? Mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani alivamiwa na majambazi ambao walimnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha amelala pale nusu mfu. Kwa bahati kuhani mmoja akawa anashuka barabara ile ile, alipomwona akapita kando. Hali kadhalika mtumishi mmoja wa kanisa alipofika mahala pale na kumwona, alipita kando. Lakini msamaria mmoja aliyekuwa na safiri alipofika hapo, alimwona akamwonea huruma Mwendea akayatia majeraha yake mafuta na divai, akayafunga halafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja ya wageni akamuuguza. Kesho yake akatoa vipande viwili vya fedha akampa yule mwenye nyumba, akamwomba amuuguze mtu huyo, akamwambia, chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Kati ya hao watatu waliohusika ni yupi aliyefanya kama mwenzi wa yule aliyevamiwa na wezi? Ni yule aliyemuonea huruma. Na wenenda ukafanye vivyo hivyo. Ndugu mtazamaji wa kipindi chako cha Ra'ah, sasa ngoja nikupe raha ambayo Bwana John Heyman jinsi alivyoweza kupata wazo hili la kutengeneza filamu hii mwaka 1973 Bwana John Heyman alipata wazo hili la kuanza kutafsiri vitabu vya Biblia na kuviweka katika mfumo wa filamu. Projekti hii aliipa jina la The Genesis Project. Projekti ambayo alikwenda nayo mpaka mwaka 1975 pale ambapo alipokea msukumo wa ndani kabisa wa kuandaa filamu ya Yesu. Filamu ambayo ingehusu maisha ya Yesu kuanzia kuzaliwa kwake, kuishi kwake, huduma yake, mateso, kifo, mpaka kufufuka kwake kwenda mbinguni. Baada ya kupokea maono haya, John Heyman hakusita kwenda kutafuta mawazo mbalimbali mbali ya watu, na alianzia katika eneo lake ambalo anaishi, ambapo kulikuwa kuna kanisa na akaona, hapa ndipo mahali ambapo nitapokea ushauri wa namna ambavyo wanaweza kuiandaa filamu hii. Na kweli bwana John Heyman alichukua hatua ya kwenda kwenye kanisa hilo ambalo lipo katika eneo ambalo yeye anaishi. Baada ya kufika kanisani pale, aliweza kuwaona viongozi wa dini wa mahala pale na viongozi wale walimshauri vizuri sana, tofauti na ambavyo bwana John Heyman alikuwa anafikiria, kwani bwana John Heyman hakuwa muhuzuriaji mzuri wa kanisani. Kwa hiyo akahisi pengine atakapopeleka wazo lake hilo wangemkatalia, lakini ikawa sivyo. Walimpokea na wakampa ushauri ambao bwana John Heyman aliondoka akiwa na furaha na shangwe na tabasamu na bashasha, baada ya viongozi wake kumjibu ya kwamba filamu hiyo ya Yesu inapaswa kuegemea katika kitabu cha Injili ya Luka. Kwa hiyo bwana John Heyman akaondoka kanisani pale kifua mbele kabisa, akiwa amepokea majibu yake mujarabu ya kuweza kuandaa filamu hiyo. Baada ya bwana John Heyman kuonana na viongozi wa dini alitoka akiwa na shangwe na shauku kabisa, lakini pia aliazimia kwamba filamu ya Yesu, msingi wake utakuwa ni kutoka katika kitabu cha Injili ya Luka pekee. John Heyman alisimamia wazo lake vizuri, kwani kwa kipindi hicho kulikuwa kuna filamu nyingi filamu mojawapo ya, ya Yesu inayoitwa The Greatest Story Ever Told, filamu ambayo ilikuwa inaelezea maisha ya Yesu, lakini ilitoka katika vyanzo mbalimbali, kitu ambacho kiliweza kufanya filamu hii kuonekana ya kuchosha, kwani ilikuwa ni ndefu na matukio mengi. Hii ilikuwa ni tofauti katika filamu ya Yesu iliyotoka mwaka 1979, kwani ilikuwa ni filamu nzuri na filamu ambayo ilikuwa inatumia masaa machache tu, yaani masaa mawili, katika kuitazama ikikupa burudani, lakini pia ikikupa elimu, lakini pia ikiweza kukufanya au kubadilisha maisha yako pale tu ambapo ungepata nafasi ya kutizama filamu hii. Filamu hii ya Yesu ambayo bwana John Heyman aliitengeneza na kuiandaa ndio filamu pekee ambayo mpaka sasa, ndugu mtazamaji, inaendelea kutizamwa na watu wengi zaidi. Kwani mwana wa Mungu, kama hujapata nafasi ya kuiangalia filamu hii, basi na kuomba ukaitazame. Tenga masaa yako mawili tu kwa ajili ya kuitizama filamu hii kwani ndani ya hayo masaa mawili unaweza na inawezekana maisha yako yakabadilishwa kabisa. Kwa hiyo mwana wa Mungu na kuchagiza kaiangalie filamu hii, na hakika maisha yako hayatakuwa kama yalivyo sasa. Mbali na viongozi hao wa dini kushirikishwa kwenye mradi wa filamu hii ya Yesu ambao ulihusisha timu ya watu zaidi ya mia tano wakiwemo watafiti wa kihistoria, waandishi, walimu ahudi, wa Kiyahudi ambao hujulikana kama marabai, viongozi wa dini ya Kiyahudi pamoja na viongozi wa madhehebu mengine. Timu hii ilihakikisha skripti iliyoandaliwa inabeba uhalisia wote wa kibiblia na kihistoria, na hii ndiyo alama ya utofauti wa filamu hii iliyosababisha kuwa na mtiririko mzuri wa matukio ulioshiba na kubeba uhalisia wote wa kibibilia na kihistoria. Timu hii ya watu takribani 500 ilihakikisha kila mstari wa maneno ambayo Bwana Yesu aliyaongea alipokuwa hapa duniani yalitoka katika kitabu cha Injili ya Luka. Pia uhalisia wa kihistoria ulihakikishwa kwa kuzingatia usahihi wa mazingira yaliyotumika kurekodi filamu hii. Kwa mfano, mavazi waliovaa wahusika katika filamu hii, lakini pia vyombo mbalimbali mbali, kama vile vyombo vya udongo, sahani, sufuria pamoja na mabakuli. Yote haya yalibeba uhalisia wa utamaduni wa jamii ya Kiyahudi ya zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Moja kati ya tukio katika kipande cha kurekodi ambapo Bwana John Heman, mtayarishaji wa filamu hii, aliweza kuojiwa katika mahojiano yake, alisema kwamba kuna kipande ambacho waliweza kukirudia kwa zaidi ya siku tatu mfululizo, kwa sababu kwenye kipande hichi basi ilio, ilionekana miti aina ya mikaratusi, na kwa kuzingatia uhalisia wa filamu hii ilimlazimu bwana John Heyman kukirudia kipande hicho, kwani alikuwa anatafuta ule uhalisia kabisa wa filamu na mazingira ambayo kwa kipindi hicho Yesu alikuwepo. Kwa kuzingatia uhalisia huo basi ilimbidi Bwana John Heyman kurudia kipande hicho, kwani kama angekiacha kipande hicho cha miti hiyo ya mikaratusi, ule uhalisia wa filamu ungekosekana. Miti hii ya mikaratusi haikuwepo katika jamii hii ya Kiyahudi kwa kipindi ambacho Yesu alikuwa hapa duniani, kwani miti hii ilianza kuonekana huko Palestina miaka mingi baada ya Yesu kuondoka hapa duniani. Mwigizaji bwana Brian Deacon aliyeigiza nafasi ya Yesu katika filamu hii, ilimlazimu kuvaa wigi na pua ya bandia ili kubeba uhalisia wa watu wa Galilaya wa kipindi hicho. Bwana Deacon alitumia muda wake mwingi wa ziada kupitia tafsiri mbalimbali za Biblia katika kujijenga yeye mwenyewe, ili kuelewa vizuri mafundisho ambayo Bwana Yesu Kristo aliyokuwa akiat tu... Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kizuri cha Ra'ah, kipindi ambacho kinakuletea uchambuzi wa filamu mbalimbali kinachorushwa hapa kupitia luninga yako ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Usikose siku ya Ijumaa, muda ni kuanzia saa kumi na mbili kamili jioni. Na unakuwa nami mwana wa Mungu Malik Yusufu. Wiki ijayo mwana wa Mungu usikose, kwani bado tutaendelea na uchambuzi wetu wa filamu hii ya Yesu, filamu ambayo haichoshi kuangalia, filamu ambayo ukiangalia ndani ya masaa yake mawili tu inaweza na ina uwezo wa kubadilisha historia na maisha yako. Tukutane wiki ijayo.